o imekuwa ni siku bora sana kwako kuendelea kufanya shughuli nyingine za kiustahili. Uh, lakini moja kitu ambacho ni matarajio na mategemeo uh, ni kuelekea bunge la kumi na tatu. Binafsi uh, ni mara ya kwanza unakuwa ni mbunge, namna gani ambavyo uh, umejipanga kuhakikisha kwamba unakuwa ni mshiriki wa kuwatumikia Watanzania kuelekea bunge la kumi na Asante, kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Sigrada Mligo. Mimi sikuwa tu mgombea wa viti maamu, lakini mimi nilikuwa mgombea wa ubunge jimbo la Njombe Mjini. Sasa kwa sababu uchaguzi uliporwa uli haukuwa na haki, ndio maana sikutangazwa, lakini nilipata asilimia 35.6 sawa na kula 1042 laki 998, kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba kama CCM wameamua kutaja hayo matokeo, ina maana nilishinda. Hilo ni la kwanza, lakini la pili licha ya kwamba nitaingia kuwatumikia Watanzania, maana kwa, kwa uchache wetu sisi tunatakiwa tuwe wabunge wa taifa sasa Licha ya kwamba nitaingia kuwatumikia Watanzania, lakini nitaingia kuwatumikia Watanzania nikiwa katika maumivu makali sana. Yaani unaapishwa katika kipindi ambacho kuna watu wanamwaga damu tumboni, wanaumia, ndugu zao wamefariki, wanatamani kuzungumza hawajui wakazungumzie wapi. Naingia kwenye bunge ambalo kuna watu wako magereza sasa na bado wengine wanaendelea kupelekwa magereza. Kwa hiyo nimeipokea, nimeupokea uteuzi na ninakishukuru chama changu kwa kuniona. Lakini ukija nationally kitaifa, bado mimi nina maumivu ya, ya Watanzania na nyakati wanazozipitia mfumo wa kidemokrasia. Kwa hiyo mimi nimejipanga kwenda kupambania hivyo vitu. Unaingia kwenye nyumba ambayo inayo mamlaka ya, ya kutunga kwa maana ya sheria. Na kwenye kutunga hiyo sheria, bila shaka we ni sehemu ya wachache waliobahatika, nini ambacho pengine kwako unaona ni kipaumbele unakwenda kukitazama kwenye kutetea uh, maslahi mapana ya Watanzania? Asante. Kwanza, mwaka huu mwezi wa sita, kabla ya bunge liloisha alijavunjwa, wamepitisha sheria ya fedha, sheria inayohusu mambo ya kodi inayogusa kila mfanyabiashara. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vimeingizwa kwenye ile sheria. Kwa hiyo cha kwanza mimi nikiingia niki bungeni, sio tu kupitisha sheria, ni kwenda pia kupinga sheria mbovu ambazo ambazo zilipitishwa na bunge la CCM ambazo zinaenda kugusa kila mwananchi ambaye hana hata kipato. Ile sheria inataka mtu yeyote ambaye amefikisha zaidi ya miaka 18 aingie kwenye mfumo wa kulipa kodi. Utalipa kodi wakati una hela. Wewe mwenyewe mwandishi wa habari ile sheria imekutaja. Kwa hiyo vitu ambavyo mimi ni miongoni mwa vitu nitakavyoenda kupinga ni hivyo. Lakini kodi imeongezwa kwenye kila kitu kupitia ile sheria kasoro pombe kali, ili ulewe usahau tabu zako. Kwa hiyo sheria kama hizo tunaenda kuzipinga pia. Yeah. Si Grandam Ligo uh, mwenye amini mbunge mteule wa viti maalum ambaye kesho ni miongoni mwa wabunge bunge ambao anatarajiwa kuapa kwenye elekea bunge la kumi na tatu. Uh, pamoja na hayo ambayo umeyazungumza, zipi ni sababu ambazo zinakufanya uendelee kuiaminia 255 kwa maana ya Tanzania? Ah, sijafuatilia sana lakini nahisi kwamba mm, fanyeni kazi bila bias, yaani nyinyi ni waandishi wa habari kama ni waandishi wa habari you have to be neutral yani, usikwepeshe, usi kwa mfano mi nimezungumza hivi leo, usiende ku edit, you just put there eh, unaogopa kutekwa Bwana? <laughs> <laughs> <laughs> Katunda, umesikia wewe, ndio editor, mi nitakushika mashati. <laughs> Basi, sawa, pengine cha mwisho, kama unachakueleza Watanzania kupitia Central Cloud TV. Karibu ninachoweza kuambia wa Watanzania kwanza waiamini Chauma na watuamini sisi jumla, na mbunge wa jimbo manake Chauma tuna wabunge watatu sasa. Lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba tunaenda kuwa zaidi ya ya ya mbunge kapa. kazi ya mbunge mbunge kazi kazi sio tu kukaa pale kupitisha sheria mbovu. Kazi ya mbunge ni kwenda pia kupinga yale mabovu yanayoletwa na serikali, kupinga sheria mbovu zinazotakiwa zipitishwe na bunge. Lakini sisi tunaenda kuwa wabunge wa taifa na sio wabunge wa jimbo moja. Hilo ndo naloweza kuambia Watanzania, lakini pia Watanzania kupitia Sigrada wataenda kusikia changamoto zao zikizungumzwa bungeni. Mimi siogopi chochote kwa sababu sijazaa, sina majukumu. Ukiniua basi ndo nimekufa, kwa sababu si... tutatofautiana muda tu, kwa sababu ni, ni mwanamke pengine mbele nitatarajia ndoa na kuona na, na, na kuna... Ndoa tunapambania kwanza taifa, mi nataka nipambania kwanza taifa, siwezi kuingia kwenye ndoa wakati taifa linavuja damu. hizo hizo hisia nazitoa wapi? Hey. Nikushukuru sana Mheshimiwa Sigrada. Haya, <laughs> ah, mjipange jamani <laughs> Mheshimiwa Sigrada asante sana kaka. <laughs> <laughs> namalizana Mheshimiwa Mwana Central ambaye unaendelea kufuatilia Clouds TV, tochi yetu leo inamulika ndani ya viunga vya bunge na kupiga story mbili tatu na wabunge wa teule. Tumemsikia uh, Mheshimiwa uh, Lograda ambaye kimsingi ameyazungumza mengi kutokea chama cha Chauma, ambaye ni mbunge wa viti maalum, na hivi sasa anazungumza Mheshimiwa Dickson Lutevele ama Vela ambaye ni mbunge wa Mafinga mjini, mbunge mteule huyo ambaye anategemea kuo hapa siku ya kesho. Mheshimiwa, habari yako? Salama kabisa, kwema kabisa, habari za Mafinga mjini? Salama kabisa, Mafinga iko poa, hali ya hewa iko safi na tunajiandaa na kilimo. hii ni kwa mara ya kwanza unaingia bunge? Naam, hii ni kwa mara ya kwanza naingia kwenye viunga vya bunge. kipi kilikusukuma kuwa ni sehemu ya jenda ya kipaumbele kutaka kwenda kuwatumikia wananchi wa Mafinga mjini um, kwanza kabisa uh, ni shukuru nijitambulishe tena vizuri mimi naitwa Dickson Nathan Lotevele maarufu kwa jina la Vila, mimi ni mbunge mteule wa jimbo la Mafinga mjini, na kilichonisukuma kugombea, uh, kuomba hii nafasi kuomba ridhaa kwa wana Mafinga wenzangu Uh, vipaumbele viko kama vitatu hivi. Kitu cha kwanza uh, mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Katika chama chetu cha mapinduzi, moja kati ya haki za mwanachama mm, ni kuomba ridhaa uh, ya kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa hiyo mimi kuomba kuchaguliwa nilitumia nafasi yangu ya kikatiba, lakini yapo mambo ambayo uh, nimeona kama nikipata nafasi kama ambavyo wamenipa wenzangu, naweza kusaidiana na wenzangu kusukuma gurudumu la maendeleo. Kumbukwe kwamba mimi kabla sijapata nafasi hii ya kuchaguliwa, nilikuwa katibu wa siasa na uenezi kwa takriban miaka nane kwa chama cha mapinduzi katika wilaya ya Mufindi. Kwa hiyo ziko weakness ambazo nimeziona kwenye jimbo letu la Mafinga, eh, kwa maana ya jimbo, kuna machache ambayo yanaleta usumbufu. Kwa mfano maswala ya maji tu, maswala ya miundombinu. Lakini mimi ni kijana, vijana wengi kwenye jimbo letu hawana ajira za kudumu kwa hiyo eh, eneo la michezo pia nafikiri ni vipaumbele ambavyo nakwenda kuviangazia. Sawa, ukiwa ni mbunge kijana ambao umechaguliwa na wananchi wa Mafinga mjini kwa mara ya kwanza, unakwenda kuapa siku ya kesho kutumikia wananchi kupitia bunge la kumi na tatu, eh, kipi kilikuwa uh, sehemu ya uh, wasema excitement yako kwenye bunge kwa mara ya kwanza kwa sababu pamoja na kwamba ni mwananchi umechaguliwa na kundi kubwa la wananchi lakini unakwenda kuwa mbunge ambaye unaingia kushiriki na wabunge wengine kwenye bunge hili la kumi na tano. Kwanza kabisa mimi nimekuwa mfuatiliaji wa bunge muda mrefu na napenda sana uh, hoja mijadala ya kujenga nchi kwa mfano uh, tunaingia bungeni watu wengi wamekuwa wanasema wabunge wanakwenda uh, kuunga mkono hoja kupongeza wanatumia majina tofauti tofauti machawa na hivyo lakini mimi kama kwa nafasi niliyochaguliwa najiona kabisa ninakwenda kusaidia nchi yangu katika kutunga sheria zitakazokuwa na manufaa kwa taifa langu, lakini kuhakikisha kwamba sheria zinazo zilizopitishwa ambazo pengine zina mapungufu kulingana na dunia ya sasa, kulingana na Tanzania ya sasa, basi tunazifanyia marekebisho, lengo liwe ni kuwasaidia na kujenga nchi yetu, sababu zipo sheria ambazo kimsingi zinalalamikiwa na wananchi wengi kwamba sio rafiki kwa maisha ya Watanzania, basi tunakwenda kushauri serikali iziboreshe sheria hizo, ili sasa sheria tutakazokuwa nazo ziwe zina akisi uhalisia wa maisha ya Mtanzania wa sasa. Na hiyo ndio hasa nia yangu, kwamba mimi nikawe sehemu ya watunga sera katika Bunge. Sawa, pamoja na hayo, wakati tunamalizia, pia kwa faida ya mwanasento ambaye anafuatilia uh, matangazo haya uh, ya sento kutokea viunga vya bunge uh, sisi tunasema tunaiaminia 255. Uh, wana Mafinga mjini wamekuamini wewe, unaweza ukanipa sababu zako kwa nini unaendelea kuiaminia 255? Mimi naiaminia 255 kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, uh, hata hapa tulipo ukiangalia Asilimia themanini ya tulioko hapa ni vijana. Kwa hiyo 255 imeendelea kutoa fursa kwa vijana ambao tumegawanyika katika maeneo mengi, tupo sisi wanasiasa, mpo nyinyi wenzetu mnaoandika habari, wapo wanaofanya michezo, wako wana mafundi, wako mama ntilie, wako vijana wenzetu maafisa usafirishaji, bodaboda boda, wote sisi eh, mama yetu ni 255, na ndio maana utakuta kila mmoja sasa anatimiza ana, wajibu wake katika eneo alipo kwa ajili ya 255. Niseme tu kimsingi na, na kwenye hili niungane na, na hii slogan ya kwenu Clouds Media kwamba nyinyi siku zote mmekuwa namba 1 katika kuhakikisha kwamba slogan zenu zinagusa ma, e, maisha halisi uhalisia wa Mtanzania, na hii 255 mimi naiunga mkono, wanamafinga wanaiunga mkono, wanamufindi wanaiunga mkono. Haya ni mheshimiwa uh, mbunge wa Mafinga mjini ambaye kimsingi ameyazungumza mengi. Mtazamaji wa Central Clouds TV baada ya kumsikia pia mbunge mteule wa Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson uh, Lutevela maarufu kama Vela ameyazungumza mengi pamoja na kutoa sababu zake kwa nini anaendelea kuiaminia 255. Unaweza ukashare na mimi pia kwenye ukurasa wangu wa Instagram ama ukurasa wa Clouds TV, kwa nini unaendelea kuiaminia 255? Bado tuko viunga vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, masaa machache kwenda kuanza bunge la 13 ambapo Novemba 11, kwa maana ya kesho, tutashuhudia rasmi mchakato wa kusomwa tangazo la rais uh, la kufunguliwa kwa bunge. Baada ya hapo uchaguzi wa spika na kisha shughuli nyingine zitaendelea, lakini hivi sasa moja kwa moja nazungumza pia na mbunge mteule wa Ngara uh, Mheshimiwa Doto Jason Bahem almaarufu uh, mkuu wa vipindi mstaafu wa Clouds TV. Mheshimiwa mbunge mteule, habari yako? Nashukuru sana. mwema kabisa. Mungu ni mwema, tunashukuru. Kutoka kuwa mkuu wa vipindi Clouds Media Group mpaka wanangara kukuamini, ilikuwa ni, ni, ni kazi kiasi gani, yani hiyo movement ya kutoka kule mpaka huku? E bana, kwanza leo ndo, hey, leo ndo mara ya kwanza nimesikia kwamba kumbe mimi ni mstaafu, kwa vipindi mstaafu. Sasa sasa unafikiri umekuwa umekuwa mbunge mteule huko kule, inakuwaje sasa? Hizi tungekuwa tunakudai padiem na kusumbua wana bosi, vipi kweli? No, <coughs> ni mstaafu lakini inauma kidogo, <coughs> lakini lazima ubadilishe mazingira ukatafute changamoto nyingine. Kwa hiyo mi nashukuru sana, kwanza Mwenyezi Mungu ambaye alinipa kibali cha kuweza kuwa angalau na nia ya kuweza kupambania hiki kitu kwa ajili ya wananchi wa Jimbo la Ngara, lakini vile vile ninawashukuru sana wananchi wa Jimbo la Ngara ambao nilienda mbele yao nikawambia nia yangu nilionayo, na wakaniamini wakaniambia tutakuwa na wewe, tutakuwa nyuma yako. Nawashukuru sana kwa sababu ahadi walizonipa tangu mwanzo tangu naenda wamezitimiza kwa vitendo, kuanzia hatua ya kwanza ya kura za maoni <coughs> ndani ya chama changu, Chama cha Mapinduzi, niliongoza aa, nikiwa na kura 6855 lakini mshindi wa pili akiwa na kura 2344. Kwa hiyo kulikuwa kuna gap kama la kura 4500. Kwa hiyo wanachama chama cha Mapinduzi waliniamini sana, waliniamini sana, na jina langu likaenda katika ngazi zilizofuata kwenye kamati ya siasa ya wilaya, kamati ya siasa ya mkoa, aa, kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, almashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kote kule wakajiridhisha kwamba huyu mtu ndiye anastahili kuperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Jina langu likarudishwa, nikaenda kugombea ubunge nikiwa napeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa jimbo la Ngara, kwa mara ya kwanza katika historia ya jimbo la Ngara tangu uh, mageuzi ya vyama vingi ndio mara ya kwanza ambapo jimbo la Ngara mgombea amekuwa ni mgombea mmoja tu wa Chama cha Mapinduzi. Miaka mingine iliyopita kulikuwa kuna mgombea wa Chama cha Mapinduzi, lakini kulikuwa kuna wagombea wa vyama vingine. Lakini sasa hivi ndio mara ya kwanza katika historia ya jimbo la Ngara ambapo mimi nimegombea peke yangu nikiwa nasimama kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, na hakukuwa na mgombea mwingine wa chama kingine. Kwa hiyo mimi hiyo naichukulia kama imani kubwa sana ambao amenipa wananchi wa jimbo la Ngara kuona kwamba miaka mingine walikuwa akiweka wagombea wa vyama vingine vya upinzani, lakini mimi kutoniwekea mtu mwingine, na maana tayari watu wote walikwishaamini kwamba bwana huyu bwana anaweza kafaa, kwa hiyo hakuna haja ya kumsumbua sumbua, tumwache. Kwa baada ya pale, nikaenda kuomba kura kwa wananchi wote wa jimbo la Ngara, wenye umri wa kupiga kura, waliojiandikisha, kwa sababu kanuni yetu inasema kwamba, sheria inasema kwamba lazima kuwe kuna kura ndiyo na hapana. Nikaenda nikaomba kura, nikaomba wananchi wa jimbo la Ngara, nikaomba ridhaa, wakaniamini tena kwa mara nyingine wananchi laki moja na elfu sabini na moja sawa na asilimia tisini na saba ya waliojiandikisha katika daftari la kupiga kura katika jimbo la Ngara, wote wakanipigia kura, kura ya ndio. Kwa hiyo ni imani kubwa sana ambao wananchi wa jimbo la Ngara wamenipa. Kwa hiyo kurudi kwenye swali lako kwamba e, ilikuwaje kutoka huku kwa kwenye usimamizi wa maudhui kwa takriban kipindi cha miaka mingi tu mpaka kwenda kwenye siasa? Mimi nikwambie ali ni kwamba hii ni safari ambayo nilianza takriban ni miaka kumi na tatu iliyopita. Mimi nilianza kuwa nania, na nia mwaka 2012. Nilipomaliza tu chuo nilikuwa na nia ya siku moja, hata kabla sijaanza, sijamaliza chuo hata kabla sijaanza. Tangu nikiwa shule nasoma olevo, nikaenda advance, nikaenda chuo, nilikuwa natamani kwamba kuna siku mimi natamani kuja kuwa mwakilishi wa wananchi wenzangu wa jimbo la Ngara katika nafasi ya ubunge. Lakini sasa unatamani lakini haujui una unafanyaje, haujui unaanzia wapi, wala haujui itawezekana vipi. Kwa hiyo mimi mwaka elfu mbili na kumi na mbili nilipofika nikaanza rasmi safari. Nikaanza shiriki kwenye shughuli mbalimbali kwenye Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya vijana, UVCCM, Chama cha Mapinduzi pale katika wilaya yetu ya Ngara. Nikagombea nafasi mbalimbali pale, nikapata, nikafanya harakati za hapa na pale, e, za kisiasa. Hii yote ilikuwa ni safari, nikijua kwamba ipo siku nitafikia sehemu fulani lakini ili ni nifike kule kuna vitu mbalimbali ambavyo hapa katikati natakiwa nivifanye. Vile ambavyo mimi naviamini, sio vile ambavyo watu wananiambia kwamba ili ufike hapa inabidi ufanye hivi. Mimi nilikuwa nasikiliza kwa, kwa sikio langu lakini pia nilikuwa naamua kwa akili yangu kwamba hawa wamenishauri hivi lakini mimi pia nina nafasi ya kuweza kutumia akili yangu. Kwa hiyo mii mimi nikafanya vile vitu ambavyo nilikuwa naweza kuviamini kwamba vitaweza kunifikisha hapa. Kwa hiyo nika nika nika nikakaa pale kwenye chama unani, mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, iliyofika mwaka 2015 nikatamani sana kugombea ubunge wa jimbo la Ngara. Lakini kwa bahati mbaya sikuwa na uwezo wa kugombea kupitia chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi, ili ugombee nafasi ili ug..., yani ili uingie kwenye yani, ukutia nia kuingia kwenye kile kinyang'anyiro cha watu wengi, fomu ni shilingi laki tano kipindi hicho. Alafu mchango wa chama ilikuwa shilingi milioni moja, kwa hiyo ilikuwa angalau uwe na milioni moja na laki tano, ya kuwa na uhakika wa kufanya nini, ya kuchukua fomu lakini pia ukija kuangalia michakato ndani ya Chama cha Mapinduzi, yani mambo ni mengi ambayo kama hauko yani kama kama haujajipanga vizuri, hauwezi ku hauwezi kufanikiwa kwa inabidi uwe umejipanga. Kwa hiyo ile ilinisababisha ili, nish, ili, ili mimi nishindwe kugombea ubunge mwaka 2015 kupitia Chama cha Mapinduzi. kwa kili hiyo kilichotokea pale ni kwamba nikasema, okay sasa, mimi ndani yangu nitatii vipi nia yangu kama nitaogopa? Mimi nia yangu ni kuwa mbunge Hey, lakini hizi gharama siwezi ku afford, lakini bado nakiwa kutumikia wa Ngara, nikasema ngoja nijaribu kwenda upande wa pili, nikaenda kwenye chama kingine ambacho kile chama mimi niligombea form kuchukua ilikuwa F20 nadhani, kwa hiyo ile nilikuwa naweza nikafunika, nikachukua form nikashiriki uchaguzi wa mwaka 2015 kugombea ubunge wa jimbo la Ngara nikiwa mwanachama wa chama kingine, sio chama cha mapinduzi lakini Sikuwahi kufanya kampeni hata siku moja. Sikuwahi kuita mkutano wote wa hadhara. Sikuwahi kufanya kampeni kabisa kwa sababu nilikuwa sina uwezo kabisa hata kumfanya movement. E, ilikuwa kama kuna sehemu unahitajika labda kwa shughuli labda za kisiasa na nini, inabidi wazime mtu akupe pikipiki uende kule uonekane tu, lakini hata mafuta inabidi pia uombe. Umeona, sasa bahati mbaya ukiwa kwenye chama cha, cha upinzani katika maeneo mengine kidogo unaonekana eh, yani kama hauji, haujielewi. Unaona sasa uh, nikapambana uchaguzi ukafanyika. Pamoja na kwamba sikuwahi kufanya mkutano wa kampeni hata siku moja, pamoja na kwamba sikuwahi kwenda sehemu yote kukusanya watu kwamba tuongee ni ombe kura mnipigie kura mimi chama changu nagombea ubunge. Uchaguzi mkuu ulifanyika, nikapata kura 440. Uh, pamoja na kwamba sikuwahi kufanya kampeni sikuwahi kuomba sehemu yote, eh, nikapata kura 440. Hmm. Kitu pekee ambacho naweza kusema kwamba nilikifanya kama kampeni ni kwenda na vipeperushi kusambaza vipeperushi yeah. Eh, vile vipeperushi kile chama ambacho nilikuwa nimegombea kupitia kwenye hicho chama, wao walitufadhili, wagombea wote wakapewa, wakatengenezewa posters ambazo zina muonekano mmoja nchi nzima kwa na mimi nikapata vipeperushi elfu mbili lakini mwisho wa siku vile vipeperushi vyote elfu mbili vilinishinda kugawa kwa sababu sikuwa na uwezo wa kuvisafia. Jimbo la Ngara ni kubwa, linakata 22 yani kilomita yani ni yani, kubwa sana kwa hiyo sikuwa naweza kutembea kata zote kwenda kugawa vile vipurushi. Kwa vile vipurushi havikuisha na vyenyewe, hata vile vichache ambavyo ukitoka navyo ukienda ukimpa mtu abandike anakuambia sasa, mimi nitabandika na nini? Sina gundi. No. eh, sina gundi. Nitafutie gundi. Brother, ukiangalia wewe pale mwenyewe hauna chochote, bodaboda kwenda hapo umeazima au umekopa hela sehemu ili uweke mafuta sehemu. Kwa hiyo vile vipurushi elfu mbili, uwezi amini mwanangu, havikuisha. Sasa uh, siku ile ya uh, kufunga kampeni ambapo si mnakuwa mnafunga kampeni saa kumi na mbili jioni kabla ya ya siku ya uchaguzi alfajiri. Ya ile siku ya kufunga kampeni mimi nikachukua pikipiki sasa, nikaona hivi perushi ni vingi. Hata kama kama kama sita vigawa, nitavipeleka wapi bana? Ngoja ni kwa sababu uchaguzi ukishaisha kesho havitakuwa vina vina kazi tena. Kwa hiyo mimi nilichokifanya pale, hivi perushi nikavichukua, nikavitia kwenye begi, nikaanza kuzunguka usiku kupita kwenye yale maeneo ambayo yana ya mikusanyiko ya watu vi, sambaza, sio ku, sio ku, sio kubandika, ya kuweka gundi, lakini pia ulikuwa kwenda kubandika sehemu ambazo haujaongea na, na wa, wa, wahusika, we, unaona. Sasa wahusikasi kule kwetu wanachama wengi ni wa Chama cha Mapinduzi, hawezi ukaenda kubandika vipeperushi nyumbani nikaendelea kuamini kwamba ipo ipo siku. <coughs> Nikasema, ni stock nje msari niendelee kufanya vile ambavyo mimi naamini kwamba mtu asione tu kusema ni kwamba nilivumilia nikafanya, nikafanya yale ambayo nilikuwa naamini kwamba mimi nikiyafanya kuna siku atakuja kunifikisha kule ambako. Kwa hiyo sikuweza kutoka nje ya, ya, ya, ya, ya mstari na ndio maana mimi hata nikiwa kijana mwenye umri wa miaka 27 kipindi kile, nikatoka nikaja, hata wakati ule wakati nagombea nilikuwa niko kwenye media lakini za mikoani, nikatoka nikaja kwenye media, kwenye za, za, za, za Dar es Salaam lakini pamoja na umri mdogo ambao nilikuwa nao, yani focus yangu mimi ilikuwa imejikita katika yale mambo ambayo yanahusu siasa E, utawala bora uongozi ndio ndo vitu ambavyo nilikuwa nafanya. Ndio maana mimi hali haikuwahi kuniona Clouds nikifanya entertainment, mm -hmm, au kwenye kituo chochote nikifanya entertainment kwa sababu haikuwa, e, haikuwa sehemu ya kitu ambacho mimi naamini kitaweza kunifikisha sehemu fulani, kwa kile kitu ambacho nilikiamini, nikasema ngoja nikiendelee kukimwagilia maji, kama ni viatu nimevaa, ngoja nikiendelee kuvisafisha vitaweza kunifikisha tu safari ambayo ambayo natamani na, na, na, na, kufika kwao. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, imefika mwaka 2020 nikaenda kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi kwenda kuchukua fomu e, eh, nikahama, nikarudi kwenye chama changu cha mwanzo, nikaenda kuchukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi nikiwa njiani, nikiwa Dodoma sikuendelea na safari hiyo nao hmm, ni stori ya siku nyingine. Nikarudi Dar es Salaam, eh, nika kuja kuendelea na, ma, na, maisha. Kwa hiyo nikafanya nikafanya, sasa hivi elfu mbili uh, na ishirini na tano nashukuru Mungu eh, nimeingiza jina na mazingira yakawa ni, ni rafiki kwangu, kila kitu nilichokuwa nakifanya kikaa kina kwa upande wangu. Nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofikia, na Wanangara hawajakuwekea mtu mwingine wa chama kingine chochote. kitu gani ambacho uh, katika wakati wote kilikuwa kinakuwazisha kinakusumbua zaidi uh, kwenda kuleta mabadiliko sasa kwa Wanangara? E, bahati nzuri mimi nimekulia Ngara. Nimezaliwa Ngara, nimekulia Ngara. Mimi Ngara nilitoka mara ya kwanza nikienda kusoma form 1, ndo nimetoka mara ya kwanza ndo kuweza kuona kwamba hivi nje ya Ngara pako hivi. Ndo mara yangu ya kwanza kutoka Ngara nikiwa naenda kusoma form 1. Baada ya pale, hata nikitoka shule nikwa narudi nyumbani, nikatoka nikaenda Dar es Salaam kusoma chuo. Nilipomaliza chuo nikaenda nyumbani kufanya kazi, nikaanzia kazi nyumbani. Nimetoka nyumbani nikaja ku fanya kazi Dar es Salaam. Kwa hiyo muda mwingi mimi wa maisha yangu nimekulia Ngara. Kwa hiyo watu wa Ngara najua shida zao. Najua nini ambacho kinatakiwa kwa watu wa Ngara, najua shida zao za watu wa Ngara, najua kero zao za watu wa Ngara. Na mimi nikajipima, nikasema mimi kama nimewahi kufanya A hey, katika same plan, kwa nini B ya Ngara nishinde? Nikasema mimi naweza nikafanya. Kwa hiyo mimi hapa ninapoongea, ali mimi najiamini 100% kwamba shida zote za wanangara mimi nitaweza kuzibeba. Bahati nzuri, nafasi ya mbunge ni kuwa katikati ya wananchi na kuwa katikati ya serikali, kwamba watu, watu wa jimbo la Ngara wanahitaji hiki kwao, wewe unaenda kuikumbusha serikali na kuisihi na kurobi na kufanya nini, kwamba yale mambo ambayo unataka yafanyike katika jimbo lako yaweze kufanyika. Nashukuru Mwenyezi Mungu uwezo huo oh, nao, na ndio maana hata katika kampeni zangu mimi mimi nilikuwa sio mbunge, mimi ni mbunge ambaye ni mpya, lakini kampeni zangu mimi nilikuwa napigiwa simu na mawaziri wa sekta, waziri wa maji, waziri wa nini, wananipigia simu, wana wananisaidia wana, wana kwamba hapo tukusaidia kufanya tukusaidia kufanya hivi hivi kulingana na ushawishi ambao nao mimi huku nje ya nini nje ya ya siasa katika kazi zangu nyingine ambazo nilikuwa nazifanya. Kwa mimi naamini shida za wanangara kero za wanangara wanangara walizonazo matatizo wanangara walionayo ninayajua na na uhakika nitakwenda kuyafanya. Na naomba Mwenyezi Mungu tu anisaidie, na naomba wanangara wanipe ushirikiano ili tuweze kufikisha Ngara yetu katika nchi ya hadi. Dr. Jason Bahem katika kata 24 za jimbo la Ngara, 22 za jimbo la Ngara zimempigia kura ya ndio, na hii leo amekuwa mbunge mteule, wakati kesho akisubiria wa kula kiapo cha kuwatumikia wanangara na watanzania kwa ujumla. Doto bahemo atakuwa mbunge wa namna gani katika kipindi cha miaka mitano? Doto bahemo atakuwa ni mbunge ambaye atatanguliza maslahi mapana ya wananchi wa jimbo la Ngara, atatanguliza maslahi mapana ya wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Bona nyinyi mngependa kusikia kwamba mambo yenu ya kihabari yanakwenda kupiganiwa vipi ndani ya, ya, ya. Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kufikisha kufikishaana kwako pia, mwana Central kuendelea kusalia na Central toka awali mpaka hivi sasa. Kesho itakuwa ni tarehe kumi na moja rasmi kuelekea kuanza kwa bunge la kumi na tatu. Tutakumiri unionapo kuna jambo. Asante pia kwa